Wakazi wa kata ya Bugulula wilayani Geita wamelishitumu jeshi la polisi nchini Tanzania kwa kuvamia makazi yao usiku wa manane kwa lengo la kuwakamata vijana wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali mbali. Ifuatayo ni taarifa hata hivyo, wakazi hao aa, wamehusisha tuhuma hizo na itikadi za kisiasa baada ya jeshi la polisi kutoa ufafanuzi kuwa vijana waliokamatwa usiku wa manane wanatuhumiwa kuharibu mabango ya mgombea wa uraisi kupitia chama cha mapinduzi CCM Dr John Pombe Magufuli. Katika malalamiko yao, wananchi hao wamedai kuwa baada ya kukamatwa wamekuwa wakinyanyaswa kwa kupewa vipigo kabla ya kufikishwa kituo cha polisi kuandika maelezo. Baadhi ya vyama vya siasa vimelaani matukio hayo na kulitaka jeshi la polisi kuwajibika kwa kutenda haki sawa kwa vyama vyote ili uchaguzi uweze kufanyika katika mazingira huru na ya amani na mimi nikakimbia, nilikimbia sana mpaka kule chini, walienda kunikamatia kule na kuanza kunipiga sana, kipigo cha hali ya juu. Nilipiga mwano ghafla, watu sasa, na yule mwenye pikipiga aliwaambia, jamani, nendeni mkamsaidie mwenzenu huko anapigwa. <laughs> chini ya ulinzi baada ya kuto, to, to, chini ya ulinzi watuambia saa nane za usiku, usiku. Baada ya kutuinua tukaambiwa kwamba yawezekana kosa wakamatia, tukasema hatujui, tukafika tukaelewa kwenye gari gari kaondoka, njiani wakatuambia mpaka hapa mlipo mmechukuliwa kwa kosa la kuchana mabango ya, ya, ya, ya mgombea urais na ubunge kupitia CCM tuweze kufanya uchaguzi wa amani kama ambavyo wanasema kwamba wao, wao, ha -ha. wao hawataki vita, wao wanataka amani. Hata sisi tunapenda amani. Huwezi kumkamata mtu usiku saa nane unless mtu huyo ni jambazi. Sheria inasema hivi, hata kama ni jambazi, unatakiwa uweke uzio wa nyumba yake mpaka kucha asubuhi, alafu umkamate. Tulipokea taarifa kama hizo na uh, tumeendelea kuzifanyia uchunguzi watuhumiwa wa wawili wamekamatwa, taratibu zikamilishwa, basi watafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake.